anatakiwa awe wa namna gani? Tumesikia simulizi ya mtoto Yesu ambapo wazazi wake walienda kumtafuta, wakamkuta hekaluni ya masayi. Lakini tumesikia masimulizi mengine, hasa kutoka kitabu somo la kwanza, kwamba enyi watoto watiini wazazi wenu, na wanaweka ahadi pale kwamba mtoto anayewaheshimu baba na mama atapata miaka mingi na heri a yeah. Sasa kupitia hayo masomo yote nawaalika kufanya mambo matatu. Jambo la kwanza mtoto mzuri wa Kanisa Katoliki anatakiwa awe mtu wa sala, wote tuseme, mtu wa sala. Mtoto anayesali sauti haitoshi Kisali unafanya vizuri. Mtoto mzuri ni mtu wa sala, wote tuseme, mtu wa sala. Mtoto anatakiwa awe mtu wa nini? Wa sala. Kwa hiyo wakati wa kuamka asubuhi unafanyaje? Unasali. Wakati wa kula chakula unafanyaje? Wakati wa kwenda kulala unafanyaje? Waulize wazazi, sala ya kuamka inasemaje? Sio naamka kama kuuio. Kwa hiyo ukiamka, unapiga ishara ya nini? Ya msalaba, unamshukuru Mungu, unamwambia una Mungu, leo unaenda shuleni na kadhalika. Unajiombea wewe, lakini unawaombea wazazi Mwambie jirani kumbuka kuwaombea wazazi. Nikiwa naenda kwenye ile nyumba ya kwabia, huwa kuna box nzuri la kuweka sala. Kule kwenye box nzuri la kuweka sala, huwa nakuta kuna watoto wameweka kuwa sala kuwaombea wazazi, huwa nafurahi sana. Unakuta mtoto amemwandikia, ameandika Yesu wa Ekaristi, naomba baba na mama waishi vizuri waache kupigana ngumi. Yesu wa Ekaristi naomba, umsaidie baba umsaidie mama wapate kazi nisome shule vizuri. Yesu wa Ekaristi nakuomba umsaidie mama yangu apate kupona. Swala la kwanza wa mtoto mzuri ni kufanyaje? Usafi. Swala la pili ni heshima mwambie jirani yako kuwe na heshima sasa siiunamsuka kuwe na heshima wewe mwambie uwe na heshima waheshima na, na, na, na baba na mama upate miaka mingi na heri na masomo yanasema vizuri na katika kituo fulani cha rozari fungu la rozari vinasema maria na yosefu wanamkuta yesu hekaluni Tumwombe Mungu akusaidie wa kuheshimu wazazi. Hiyo ni kazi ya kwanza, kuheshimu kwa wazazi. Baba akikutuma mtoto nenda, mama akikutuma, kuna vile vitoto vinaambiwa nenda kaoshe vyombo, mama mimi nimetoka, umechoka. Okay, akiamka unaenda baba shikamo, mama shikamo, umeangalia mama nimaba dumulinaja Kwa hiyo ukiwaheshimu wazazi unawapa moyo wa kuendelea kukuhudumia, na katika heshima hiyo hautawaibia, katika heshima hiyo hautawatukana, katika heshima hiyo hautawafanyia kitu kibaya. Haya, mwambeni ndani yangu, acha wizi. Sehemu ya pili ambayo tunatakiwa kujifunza leo ni kuwa na nidhamu na kuheshimiana na nani, nani, nani? La tatu na la mwisho, yeah. La tatu na la mwisho, watoto mpende kazi, mwambie jirani yako penda kazi, yaani mpaikie kabisa kwa masikio penda kazi. Watoto mpende

sali, heshima, kupenda kazi. Kwanza la usali lazima batizo, <laughs> Inu, lazima papa, mama nipeleke nikabatizwe, akamwambie mama nipeleke nikabatizwe. Mwambie jirani kama hujabatizwa batizwa, kama hujakomunika komunika, kama hujapewa kipaimara kaimarika. Na Mungu abariki sana.